Jina la Yesu Kristo wa Nazareti, a matumainia yangu kabisa mko salama tena wazima wa afya. Na kwa siku ya leo namshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo nalokwenda kulihubiri katika siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa kunipa neema hii katika siku ya leo. Namshukuru Bwana kwa ajili ya wema wake. Nina neno ambalo ninataka kulihubiri katika siku ya leo na ni neno fupi tu ila nitaliubiri kadiri na roho atakavyonisaidia Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitakwenda kumshukuru Mungu na apate kunisaidia kwa neno hili ambalo nakwenda kuliubiri. Baba, katika jina lako Yesu Kristo Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wema wako, ninakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema kila kipindi na kila saa Ninakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya neno hili ambalo umenijalia katika siku ya leo kuweza kulihubiri, na sasa niko mbele za watu wako Bwana. Unisaidie Roho Mtakatifu ukaweze kutusaidia ukatufundishe Bwana, kwa kuwa wewe ndiye mwalimu mkuu. Utufanye kuweza kuelewa neno hili na kuweza kulitambua neno hili. Unisaidie mimi naye kwenda kulinena neno hili nikapate kunena sawa nipasavyo Uniwezeshe Bwana, roho wako akaweze kunena ndani yangu, asiwe mimi bali akawe wewe. Neno hili likatufungue maarifa na kuweza kutusaidia, adui ya shetani na siweze kupata nafasi. Ni katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba hayo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno letu linasema ya kwamba jinsi kiburi kimeingia ndani ya Wakristo. Uh, jinsi kiburi ambacho kimeingia ndani ya wa Wakristo au kiburi na ukafiri, kwa ufupi kiburi na ukafiri. Jinsi gani kiburi kimeingia ndani ya wa Wakristo wengi ambao wanaomtumikia Kristo kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana, na nitasoma maandiko kadha wa kadha, uh, kadiri na neno ambalo nimeliandaa. Nitaanza na kitabu chake cha mambo Walawi sura Mambo wa Walawi au oh, Mambo ya Nyakati wa Pili, sura yake ya 26 na mstari wake wa 16 hadi 20, au oh, nitasoma katika jina la Yesu Kristo, sura ya 16, sura ya 16 hadi 20. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema ya kwamba lakini alipokuwa na nguvu moyo wake ulitukuka, hata akafanya maovu, akamwasi Bwana Mungu wake, kwani aliingia hekaluni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya, madha, ya madhabau ya kufukizia Azari, Azaria kwani akaingia nyuma yake na pamoja naye makuhani themanini wa Bwana mashujaa, wakamzuia Uzia mfalme wakamwambia, si haki yako Uzia, kufukizia Bwana, kumfukizia Bwana uvumba, ila ni haki ya makuani wana wa Haruni waliofanywa wakfu ili wafukizie uvumba. Toka katika patakatifu, kwa kuwa umekosa, wala haitakuwa kwa heshima yako kutoka kwa Bwana Mungu. Akaghadhabika Uzia, naye alikuwa na chetezo kononi cha kufukizia uvumba, naye hapo alipowagadhibikia makuhani, ukamtokea ukoma katika paja la uso wake mbele ya makuhani nyumbani mwa Bwana, karibu na madhabahu ya kufukizia mwisho. Azaria kuhani mkuu na makuhani wote wakamtazama, na angalia, alikuwa na ukoma pajani mwa uso, wakamtoa humo upesi hata na yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka kwa sababu Bwana amempiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini alipokuwa na nguvu, moyo wake ulitukuka hata akafanya maovu, akamwasi Bwana Mungu wake, kwani aliingia hekaluni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya madhabahu ya kufukizia Huyu Azaria huyu alikuwa ni mfalme ambaye Bwana alikuwa amemchagua, ni mfalme ambaye alikuwa amechaguliwa na Bwana kwa sababu ya kutawala taifa teule, yani taifa la Israeli. Sasa huyu Azaria Bwana akambariki, Bwana akampa mali, Bwana akamwinua ak, ak, lakini mwisho wa siku alivyoona ameinuka sana, amekuwa na fedha sana, alafu tena ni mfalme, hana haja kabisa ya kuhangaika na kitu chochote, moyo wake ukainuka, akaona kwamba kwa sababu mi niko tajiri, ninaweza hata kwenda kwenye, kwenye na, naweza nikaenda hata kwenye madhabahu ya Bwana na nikafukiza uvumba, lakini kitu hicho kilikuwa ni kitu ambacho ilikuwa si haki yake yeye kufanya hivyo ilikuwa ni kitu ambacho kiko kinyume na haki yake, kwa sababu yeye ni kama mfalme, na kuna watu ambao walikuwa wanafanya kazi hiyo, yani makuani, ndio ilikuwa ni kazi yao kufukiza, kumfukizia Bwana uvumba. Lakini yeye kwa kuwa ni mfalme na watu wote wanamtazama, akaingia ndani mwa Bwana akapanda kwenye madhabao, naye akashika chetezo, anaanza kumfukizia Bwana uvumba ha, kitu ambacho ilikuwa si haki yake. Bwana Yesu aturumie sana. Mfalme huyu alipamba kiburi. Alipanda sana kiburi kwa sababu alikuwa tayari Bwana alikuwa tayari ameshamuinua. Lakini alipoona kwamba ameinuliwa akaona ya kwamba anaweza akaenda, yani akataka hata kumzoelea Mungu. Akataka kabisa kumzoelea Mungu. Bwana aturumie sana. Kiburi kimeingia ndani ya wa Wakristo wengi. Mfano kama huyu Azieri, ambaye Wakristo, Wakristo wa, wa leo, anapoinuka kidogo ama kuinuliwa kidogo, alikuwa yuko chini, lakini Bwana amemwinua, ameanza kupata mali, amekuwa na, na, na fedha za kutosha. Alikuwa akimtumikia Mungu alipokuwa maskini au alikuwa akimtumikia Mungu alipokuwa analia mbele za Mungu apate mtoto, anapopata huyo mtoto, alikuwa akilia mbele za Mungu apate mume apate mke, anapopata huyo mume anabadilika, maisha yake ya kale yanabadilika, yanakuwa si kama yale ya zamani ambavyo alivyokuwa akimtumikia Bwana Mungu wake kwa upendo. Upendo wa kwanza unabadilika, unakuwa si kama upendo wa, wa kale. Bwana turumie sana. Wakristo wengi wanabadilika, Wakristo wengi wanageuka na kuanza kutenda visivyopendeza. Nyoyo yao inapamba kiburi, nyoyo yao inapata kwa kuwa wameshapata vile vitu ambavyo wanavitaka. Wanamwasi Bwana na kumwacha na kuanza kumzoelea Mungu kwa kuwa mtu huyu alipokuwa na nguvu, moyo wake ulitukuka hata akafanya maovu, akamwasi Bwana. Bwana Yesu aturumia sana. Alipoona ya kuwa ameshakuwa na nguvu, alipoona ya kuwa ameshakuwa na mali, alipo alipoona ya kuwa Mungu ameshambariki, Mungu ameshampa kila ambacho anachotaka, Mungu ameshampa fedha, Mungu ameshampa amesha yeye kumiliki wale watu, moyo wake ukapamba kiburi, hakataka kumzoelea na Mungu. Unakuta mtu si mchungaji, lakini anapenda kujiweka yeye ni mchungaji unakuta mtu si nabii lakini anapenda kujiweka yeye ni nabii, ni mtume, ni mwinjilisti, na wakati hakuitwa, huko si haki yake. Ndivyo mtu huyu alifanya, ndivyo mfalme huyu Azarieli alifanya, Azaria alifanya kuwa, kwa kuwa Mungu hakumwita huko kuwa kuhani, kwa maana kulikuwa makuhani makuhani, sizani kama themanini, wote ni wengi, na hiyo ilikuwa ni haki ya makuhani hiyo ilikuwa ni haki ya makwani, lakini huyu mfalme yeye akawadharau akamdharau Mungu, kwa sababu hapa alimdharau Mungu. Alimdharau Mungu na kwenda mpaka kwenye madhabao ya Bwana, yeye anaanza kuongoza kama vile sasa kuanza kufukiza uvumba, wakati ambayo ilikuwa si haki yake. Na ndio maana walimwambia kwamba kwa, walimwambia makuani, walimwambia hivi, wakamzuia uzia mfalme, wakamwambia si haki yako uzia kumfukizia Bwana uvumba, ila ni haki ya makuani wana wa Haruni, ndio ilikuwa haki ya, ha, haki, yao. Lakini huyu mfalme yeye aliwakasirikia ali makuani kwa sababu walimkataza. Bwana aturumie sana, Bwana aturumie sana, Bwana Yesu aturumie sana. Kiburi kimeingia ndani ya Wakristo sana. Mtu anamwambia kwamba ndugu yangu, kunyoa denge ni zambi, ni machukizo mbele za Mungu. Lakini nakwambia haya ni zambi wapi? Mimi nilipookoka na mimi nilikuwa na nanyoa denge na nasema ya kwamba si zambi. Mimi mwenyewe nilikuwa na najisemesha nasema, mbona Wakristo wengi vijana wananyoa denge, kwani ni zambi wapi? Si zambi. Lakini nilipokuja kutambua ya kwamba kumbe kunyoa denge ni zambi, kumbe ni vibaya, ni machukizo mbele za Mungu. Nikajua ya kwamba si kila kitu kimeandikwa, lakini ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, ile roho hukumu ile ambayo zamani hukumu, zamani watu walikuwa wamewekewa jicho kwa jicho, jino kwa jino, ukimpiga mwenzako hivi na wewe utapigwa hivyo hivyo, lakini sasa hukumu ile Kristo alipokuja imebadilishwa, imekuwa ndani na ndio maana ukitenda dhambi, mambo ambayo yakuandikwa, ukitenda dhambi, ambaye mtu ambaye ana roho mtakatifu, akitenda dhambi ndani yake huwa anasikia hukumu ndani yake huwa anasikia hukumu. Kwa mfano, udanganye ambaye si haki yako kabisa, wewe kudanganya, ukidanganya mambo ya uongo, unadanganya mambo ya ya uongo uongo, ndani yako utasikia hukumu, utasikia utasikia moyo unakuhukumu, hukumu ndani yako. Kwa nini umetenda sio haki. Bwana Yesu aturumie sana. Wakristo wengi ni waongo, Wakristo wengi wa, wa, wa, hawatendi yaliyo haki. Wamesahau wapi ambapo walipoitwa. Wewe umeitwa ili uka, ukawe mwana ukawe mwana wa Mungu, lakini katika kuwa mwana wa Mungu umebadilika ume, umebadilika na kugeuka na kuanza kutumikia dunia. Hakuna mtu ambaye anaweza kutumikia mabwana wawili, lazima utamwacha mmoja na utatumikia mwingine hiyo ni kumdharau Mungu, nikujifanya ni ni kujifanya kana kwamba haumjui mungu kabisa, ni kujifanya kana kwamba haumjui Mungu. Bwana turumia sana. Akagadhabika Uzia, naye alikuwa na chetezo mkononi cha kufukizia uvumba, naye hapo alipowagadhabikia makuani ukamtokea ukoma katika paja la uso wake mbele ya makuani nyumbani mwa Bwana karibu na madhabahu ya kufukizia. Azaria aliparamia mambo ambayo hayamuhusu. Haya mtu unaacha kiti chako cha enzi eh, cha ufalme na unaenda kuparamia kazi ambayo si yako, si haki yako. Kama alikuwa anataka kumtolea Bwana sadaka au kama kwa sababu kutoa sadaka ni haki yako. Lakini si haki yako wewe ambaye si mchungaji, wewe ambaye sisi si, si haki yako wewe kwa sababu leo kumekuwa desturi, kanisa limekengeuka, wakristo wamekuwa na viburi na kumdharau Mungu, unakuta wanawake wanakaa kwenye mimbari. Ndio haya ambayo ya, ya, aliyafanya huyu mfalme Azaria. Unakuta wanawake wako kwenye mimbari, wako kule mbele kabisa na viti vyao wanakaa ni kumdharau Mungu. Wachungaji nao ha, ha, kwa sababu wamekosa wamekosa ile roho mtakatifu ndani yao, wanaona kuwa mambo yote ni sawa. Maandiko yanakuambia kwamba mwanamke hana ruhusa ya kuhubiri ka, ndani ya kanisa. Mwanamke hana ruhusa ya kuongea ndani ya kanisa, lakini wakitaka kujifunza neno lolote, na wawaulize wa, waulize, waume zao. Lakini hai, hayo mambo hayuko watu wamegeuza na kusema kwamba mambo hayo Paulo alikuwa akiwambia watu wa Korinto. Watu waka mambo hayo alikuwa Paulo alikuwa akiwambia mambo, alikuwa akiwambia watu wa Korinto? Wapi! kwa sababu ingekuwa kwamba Paulo alikuwa akiwambia watu wa Korinto, mambo haya yangeondolewa kwenye Biblia, yangeondolewa kwenye Biblia na kuandikwa katika kizazi kingine kitakachokuja. Lakini kwa nini yaliachwa? Mambo haya yaliachwa kwa kusudi, kwa sababu Mungu alijua kabla ya baada ya hawa watu hawa kutakuja kizazi kingine ambacho kitakuwa kikaidi, na e, na, na ndiyo maana mambo haya ambayo yalitokea kale katika wale wana wa Israeli, mambo yale yaliwapata kwa sababu yawe mifano kwetu sisi, tujifunze ili tusipate kutenda kama jinsi wao walivyotenda. Bwana turumie sana, Bwana turumie sana, imekuwa ni shida sana huyu Azaria alichukua chetezo yeye anaenda kwenye madhabahu madha ya Bwana, kwamba anataka naye kufungizia uvumba, wakati huko makuani wanamkataza wanamwambia kwamba si haki yako wewe kufanya hivyo. Lakini wakristo wengi wamekuwa na viburi, unakuta wakristo watu ambao ni viongozi wamewekwa na Mungu ndani ya kanisa, nao wanawasimamisha wanawake ya kwamba wao ndio wanakaa kule kule kwenye kwenye madhabahu. Unakuta mtu ana mke wake naye anakwenda kumweka mke wake kule mbele. Hiyo si haki na Mungu atawahukumu kwa ajili ya hayo. Msipo tubu Mungu atawa, atawadai kwa ajili ya hayo, kwa sababu hiyo sio haki, sio haki. Sehemu ambayo inaitwa ni sehemu ambayo inaitwa ni madhabao ya Bwana, sehemu ambayo unampigia Bwana wako magoti, si, si sehemu ya kila mtu kuzoelea, si sehemu ya kila mtu kuzoelea pale. Kwenye madhabao ndipo Mungu anashuka, ndipo Mungu anashuka sehemu ile ni sehemu ya kupita mchungaji, kuhubiri ikiwa ni mhubiri amekwenda kuhubiri, anaenda kuhubiri. Lakini sehemu ile imekuwa ni sehemu sasa ya matangazo, imekuwa sehemu ya matangazo. Sehemu ile ni sehemu ya sifa, waimbaji wakipita wanaimba, mhubiri akipita anaimba, kukiwa kuna matangazo ana, mwenye matangazo anapita ana, anatangaza. Lakini sehemu ile imekuwa, watu wanaweka viti vyao, wanakaa kule mbele watu wanaweka wana, wanaweka wanawake nao wanakaa kule mbele, kitu ambacho si haki. Unakuta mwanamke naye anasimamia ibada. Mmefundishwa na nani? Ni roho gani huyo ambayo anafundisha amsikiaji? ndani yenu hukumu, na ikiwa ausikii ndani yako hukumu unapofanya, unapofanya dhambi, pole sana, nakupa pole sana, pole sana. Bwana Yesu turumie sana. Nitafungua katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura yake ya tatu na mstari wa tano hadi kumi na, kumi na nne. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafalme wa Kwanza sura yake ya tatu sura yake ya tatu na mstari wake wa tano hadi kumi na nne. Inasoma katika jina la Yesu Kristo. Soma katika jina la Yesu Kristo, maandiko nasema ya kwamba, sura ya tatu na mstari wake wa tano hadi kumi na nne, nasoma katika jina la Yesu Kristo, maandiko anasema ya kwamba, na huko Gibioni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia omba, utakalo nikupe. Sulemani akasema umfanyie mtumwa wako Daudi umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri alivyonenda alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyoofu wa moyo pamoja nawe, nawe umemwekea na umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa, E Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia, na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili, hata kabla yako hapakuwa apak, na mtu apakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako atainuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa mali na fahari, hata patakuwa na apata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe, siku zako siku zako zote. Nawe ukitha, nawe anasema ya kwamba nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Naye Sulemani akamka na kumbe ni ndoto. Mungu anasema ya kwamba nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu kama baba yako Daudi alivyokwenda basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sulemani alipata eh, neema sana mbele za Bwana alipata kibali kikubwa sana, kwa maana ni mtu ambaye Mungu alimpenda bado akiwa mtoto, na akasema katika huyu Daudi, wewe hautanijengea nyumba yangu, bali mtoto atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayenijengea mimi nyumba. Sasa Mungu akampenda Sulemani. Sulemani alipokuwa, Daudi alipokufa akampa nani, akamwachia ufalme Sulemani. Sulemani akamiliki, lakini Sulemani alikuwa ametoka sehemu, anaenda sehemu kumtolea Bwana dhabihu huko. Sulemani akaota ndoto, Sulemani akaota ndoto hiyo. Bwana akamtokea katika ndoto akamwambia, omba lolote utakalo nami nitakupa. Sulemani akasema ya kwamba, Bwana mimi ninaomba tu unipe hekima ya kuwaamua watu wako, kwa sababu umenifanya kuwa mfalme, na kama umenifanya kuwa mfalme, basi ninaomba unipe hekima ya kuwaamua watu, kwa sababu mimi ni mtoto na sijui kuamua inipasavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Mungu akaona kwamba jambo ambalo ameliomba ni njema nalolapendeza mbele zake, na akasema kwamba umeniomba hilo basi nitakuongezea mengine ambayo hakuyaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Basi Mungu akamwongezea mengine ambayo hakuyaomba. Sulemani aliomba kwamba apewe hekima ya kuamua watu ambao amepewa, lakini Mungu akaona ya kwamba haya ya toshi, nitakupa mengine. Akampa mali, akampa heshima kubwa sana sana, na utajiri mwingi sana, ambao hata baba yake Daudi alikuwa ana nao akampa heshima kubwa sana. Wafalme wengi wakatoka huko wakasikia hekima ya Sulemani, wakatoka huko na zawadi nyingi wakamjia wakampa. Kwa sababu gani? Mungu alimbariki, alimbariki kupita kiasi, yaani alimbariki kupita. Hakuna mfalme ambaye alikuwa tajiri kama Sulemani katika ile karne, kwa wakati ule, hakuna na hakuna ambaye aliyetokea wakati ile kama Mungu alivyosema. Lakini tuone sasa, Mungu akamwambia kwamba utakaposhika njia zangu kama baba yako Daudi alivyoshika njia zangu ndipo nitakapoongeza siku zako zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu unapomtumikia, unapomtumikia Mungu unazitii sheria zake na amri zake na kuzishika na na kum kupende, kupendeza moyo wa Mungu. Sana sana Mungu anaweza asikubarikie wewe sana kwa, kwa, kwa, kwa kipindi hicho, lakini watoto wako watakapotoka, watakapokuwa, Mungu akipendezwa na baadhi ya watoto wako atawabariki watoto wako kwa sababu ya mema ambayo wewe baba yake umemtendea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Mungu akajitwalia Sulemani kuwa mfalme, akambariki, lakini Mungu akamwambia kwamba na amri hii si kwa Sulemani tu, amri hii ni kwa sisi wote tunapo mtu, tunapomtumikia Mungu. Tukigeuka Mungu yageuza yale mema na kuyafanya kuwa mabaya, anaachilia mapigo kabisa. Kama Mungu alivyomchagua Sauli awe mfalme wa Israeli, Sauli akabadilika. Sauli anaambiwa kwamba nenda ukawaue Waameleki wenye dhambi kwa sababu waliwauzi Waisraeli wakati wanatoka Misri. Yeye akageuka, Mungu anamwambia kwamba usichukue, usichukue kondoo, usichukue nini, hangamiza kila kitu. Yeye akafika kule akageuka, akaona kanzu njema, akaona mifugo mizuri, alafu anayatoa yale, anakwenda nayo kwa Samueli ya kwamba nimeleta haya ili nimtolee Bwana sadaka. Lakini Samueli akamwambia kwamba aujui ya kwamba, kwamba, kwamba kutii ni bora sana kuliko sadaka. Kwa hiyo Mungu anapenda sana mtu ambaye anayetii kwanza kazi yake anayetii kwanza sheria zake na amri zake. Bwana Yesu wasife sana